Lakini wale ambao pengine watajileta na kufanya hiyo vitimbi vyao kwenda kudividi watu, kitu ya kwanza, binafsi mimi naomba Mwenyezi Mungu asiwajalie na awape moyo wa kuwarudisha kwenye umoja wa umma. Maanake umma yetu ni umma ambayo Mungu mwenyewe katika Qurani amesema, ndani ya umma yetu kuna watu wanao semezana kufanya mema na wanazuiana kufanya maovu. Na vile nataka kusisitiza mambo yenye chama wangu amesema. Waislamu kwa kitu kimoja. Ile mambo yenye unaona wenzetu wanaenda kwa media, hiyo ni kelele za chura. Unajua kama ulikuwa na kulanga pahali, na usikie mara moja tu riziki yako imefunga unakuwa na ile uchungu. Sasa ukiona watu wanaenda kwa media mambo ya maandamano, sijui mambo ya msikiti ya jamia, wale ni watu wameathirika na pale, walimu na komitini ilikuwa pale na Waislamu. Sasa wameamua wale wanaenda msikiti mpya na kuja na mambo mapya.